Maswali tutaanza na ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa Hatib Said Konde, kwa niaba yake na malalamiko ya mishahara na maslahi ya wafanyakazi kuwa madogo. Je, ni mfumo upi na viwango gani vilivyowekwa kisheria vinavyotakiwa kulipo kwa wafanyakazi na wafanyakazi wa viwandani na kampuni binafsi? Anthony Mavunde, naibu waziri anajibu. Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya Mheshimiwa waziri mkuu, napenda kujibu swala la Mheshimiwa Hatib Said Haji, mbunge wa Konde, kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika, mfumo unaotumika katika kupanga viwango vya chini vya mshahara unasimamiwa na taratibu zinaainisha katika sheria namba saba ya taasisi za kazi ya mwaka 2004 pamoja na marekebisho yake ya mwaka 2015. Pamoja na mambo mengine, sheria imetoa madaraka kwa waziri mwenye dhamana masuala ya kazi kuunda bodi ya kima cha chini cha mshahara katika sekta binafsi. Bodi hii inaundwa na wajumbe 17 ikiwa na wawakilishi wa wafanyakazi, waajiri na serikali majukumu ya bodi hii ni kupanga kima chini cha mshahara katika sekta binafsi. Mheshimiwa naibu spika, kiwango cha chini cha mshahara kilichopangwa na kinachoendelea kutumika hadi sasa katika sekta ya viwanda ni shilingi laki moja kwa mwezi, na viwango vingine vya mshahara katika sekta, katika sekta kumi na mbili vimetajwa kwenye GN 196 mwaka 2013. Mheshimiwa Venance Mamoto, swali la nyongeza. Mheshimiwa, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri E, na, na maswali madogo mawili ya nyongeza. La kwanza kwa kuwa kiwango hicho ni kidogo ambacho, ambacho kinapelekea hata nauli kwa mfano, hata katika mabasi ya mwendo kasi, ukipiga hesabu hayamtoshelezi huyu mfanyakazi. Hawaoni sasa viwanda vingi wa, wafanyakazi hawatafanya kwa moyo na tija kwa sababu ya mshahara mdogo? Swali la pili kwa kuwa kuna wenzetu wawekezaji wanje, wa nje hasa wa China wameingia, wanafanya kazi ambazo Watanzania wanazifanya tena kwa bei nafuu. Sasa hawaoni serikali sasa ni wakati kwa kikisha, kwa wa kuwabana kuhakikisha kwamba zile shughuli ambazo zinafanywa na Watanzania wafanye wenye uwezo wa kufanya zinaweza kufanyika na Watanzania zifanywe na Watanzania badala ya wawekezaji hao ambao wanauza mpaka vocha ambao wameshaingia nchini? Mheshimiwa Naibu Waziri waziri ofisi ofisi ya Rais, ofisi ya waziri mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Venance Mamoto kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala lake la kwanza Mheshimiwa mbunge amehoji juu ya viwango hivi kwamba ni vidogo na Mheshimiwa Naibu Spika, katika swali langu, katika jibu langu la msingi nimeeleza vyema ya kwamba serikali <coughs> kila baada ya miaka mitatu kupitia waziri mwenye dhamana wamekuwa akitoa kitu kinaitwa wage order. Wage order ndio mshahara wa kima cha chini kwa sekta binafsi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, uh, wage order ya mwaka wa mwisho ilikuwa ni ya mwaka 2013. Kwa hiyo sasa hivi tayari Mheshimiwa waziri ameshaunda bodi ya watu 17 ambao wanaanza kushughulikia suala hilo la mshahara kima cha chini na katika bodi hii itafanya uchunguzi kutokana na sekta husika na wataangalia maisha ya leo jinsi yalivyo na gharama zilivyo, na baadaye sasa watapendekezwa kwa Mheshimiwa Waziri kima kingine cha chini cha mshahara kutokana na sekta. Kwa Mheshimiwa Mbunge, kwa sababu zoezi hili ndo linaendelea sasa, na Mheshimiwa wa Waziri ameshakamilisha wa kazi yake, tunasubiri mapendekezo kutoka kwenye vyama vya wafanyakazi, vyama vya waajiri pamoja na serikali, ili baadaye mheshimiwa waziri aweze kutoa amri kwa maana ya oda. Lakini pia nichukue fursa hii kuasistiza wenzetu wa vyama vya wafanyakazi kuhakikisha kwamba wanasimamia majukumu yao ipasavyo, ili waendelee -wa kufanya vikao na waajiri katika yale maeneo ambako bado wanaweza wakazungumza na waajiri katika kuboresha masuala ya wafanyakazi, basi wafanye hivyo kwa niaba ya wafanyakazi. Mheshimiwa naibu spika. Swali lako la pili, Mheshimiwa mbunge, aliuliza kuhusu wako wafanyakazi wengi sana wa kigeni ambao wanaendelea kufanya kazi ambazo zikafanywa na Watanzania. Mheshimiwa naibu Spika, mwaka jana bunge hili lilipitisha sheria ya kuratibu ajira kwa wageni, na ninyi wenyewe ni mashahidi. Serikali kupitia wizara ya kazi tumekuwa tukisimamia sana sheria hii kuhakikisha kwamba zile kazi zote ambazo zinaweza kufanywa na Watanzania na ambazo zina ujuzi ndani ya nchi hii ziweze kufanywa na Watanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu spika, sisi kama wizara tutaendelea kuimarisha kaguzi mbalimbali ili kuwabaini wale watu wote ambao wanafanya kazi ambazo zinaweza kufanywa na Watanzania, ambao kwa namna moja ama nyingine, kumekuwa kuna hali kubwa sana ya udanganyifu, kwa maana ya watu wakiomba vibali wanadanganya nafasi, lakini nafasi lakini baadaye unakuta nafasi ambazo zinaweza kufanywa na Watanzania. Kwa sisi kama serikali, tutahakikisha kama tunaimarisha ukaguzi ili jambo hili lisiendelee kuwepo, na tumekuwa tukichukua hatua stahiki pale inapobainika. Mheshimiwa Faida Bakari swala la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, kwa kuwa mbali na matatizo ya, ya, ya, ya, ya mishahara kwa wafanyakazi wengi wa viwandani, lakini pia kuna tatizo moja sugu la ukatwaji wa bima kupatiwa bima wafanyakazi wa viwandani, je, yes, serikali ina mkakati gani waku, wa wa wa kuwakatie yani, viwanda yani, kuwalazimisha viwanda viwakatie bima wafanyakazi wao wa viwandani, bima za maisha. Asante. Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Faida Bakari, mbunge wa viti maalum kutoka Wawi, Pemba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kabisa serikali imegundua kwamba yako matatizo ya namna mbalimbali mbali, ambayo wafanyakazi wanatakiwa wahifadhiwe kwa kufuata mifumo inayotakiwa katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa kutambua tatizo hilo, Mheshimiwa uh, Naibu Spika, serikali imeanzisha ule mfuko wa fidia kwa wafanyakazi na baada ya kuanzisha mfuko huo wa fidia kwa wafanyakazi na kuwalazimisha waajiri watii takwa la kisheria la kuchangia mfuko huo, sasa tuna uhakika, na ninaomba niwahakikishie wafanyakazi watulie kwa sababu sasa serikali itakuwa ikiwafidia kupitia kwenye mfuko huo ambao umeanzishwa na serikali, na sisi tutaendelea kusa, kusimamia kuhakikisha wafanyakazi wanafidiwa katika viwango vinavyostahiki kulingana na sheria ilivyo, na namna mbalimbali za, za namna mbalimbali ambazo zitakuwa zimetokea katika sekta zao za kazi. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, serikali imelisimamia hilo na tutaendelea kulifanyia kazi vizuri. Mheshimiwa Abdalla Ulega, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru. Mimi pia katika jimbo langu la Mkuranga liko tatizo la wafanyakazi wanaofanya kazi katika viwanda hivyo vya viwa Wachina kulipwa malipo madogo kwa muda mrefu wa kazi. Je, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri yuko tayari sasa kuja Mkuranga kuonana na vijana wale wanaofanya katika viwanda kazi katika viwanda vile na kuzung, kuzungumza nao na hatimaye kuweza kuwapa matokeo ya kuweza kuwasaidia kama serikali? Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Ulega Baba Tulia la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa uh, Naibu Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Olega. Ni kweli amewaleta hao wafanyakazi mpaka ofisini kwangu na anafuatilia sana swala hilo, na mimi kama waziri ninaomba nimhakikishie kwamba tutapata ushirikiano, tutaangalia sheria inataka nini na hawa wawekezaji ni kwa kiwasi gani wanavunja sheria ambazo ziko katika nchi yetu, basi ninathubutu kusema kwamba, mheshimiwa naibu spika, nitaongozana na mheshimiwa Ulega baba tulia kwenda katika maeneo hayo anayoyasema na tutapanga utaratibu, ila tu tutamwomba mtoto tulia asiingilie utaratibu wa ziara yangu na mheshimiwa Ulega kwenda kuangalia matatizo hayo.